Hizi pesa naisubiri na, na mikono miwili. Nina mpango wa kujenga ghorofa na nawafanya wanawake ndio wawe wapangaji peke yake. Na unajua mpango gani nimekamata? Hao wanawake nitakuwa nikiwagonga nawagonga. Hey, hivi umewahi fanya mapenzi na mwanamke fika unajihisi damu kutoka? Sasa mimi ndo nitakuwa mfano hey. <laughs> Sasa mimi hizo pesa zikija ada ya shule silipi na masomo na acha. Kwa hiyo wanawake mi hawapo wakilini, kwa sababu punyeto yantoshelezaga. Hata mimi niwaulize, ni waulize. hawa wanawake ambao mnaliliaga mnawatafutiaga nini? Punyeto ni tamu tamu hata kuliko wanawake. Kwa hiyo mimi pesa zangu nitanunua kagari kadogo, tengeneze kiwanda kya bangi na niende leta bangi Kanyabayonga mpaka kwenye kiwanda. Kwa hiyo vijana wote hapa mjini nawaalika hapo, mpaka wajue siri iliyomo ndani ya bangi, na nitaanzilia kwenye shule letu. Wazee wote watakuja hadi kuvuta bangi ah! <laughs> Lakini Asa, mimi nimewasikiliza nyote, lakini naona kama hamjafikia pwenti. Mnajua nini? Sasa mimi nimeandaa kitu kimoja. Siku hizi duka za nyama zimekuwa maarufu sana mjini, unaona sasa. <laughs> mimi naona nyama za watu sasa ndo zimekuwa tamu zaidi hata za nyama za ngombe eh? zile za mbuzi hazina utamu. viwanda vya nyama na vifungua vingi, wewe unaonaje <laughs> <laughs> <laughs> <Hey! laughs> mimi mtu maarufu sana mimi <laughs> <Kepa? laughs> mimi kabisa, nina wazo, mimi nina wazo. Mimi nina wazo. Mm-hmm. Naomba, tutege naomba tutapeli Jojo na Rika hizi pesa zao tuziungezi kwa dola zetu elukbwana. Wewe unasemaje eh? Wewe wee, ujue kuwa Lika mpenzi wangu nampenda naye you. lakini wewe unataka kusema eti Lika tumtapeli eh? Oni, unaniua mimi, hapana eh? Lika eh? Lika usimzungumzie hata kidogo, bwana. Tunamtapeli huyu ujojo Jojo, tunaweza kumtapeli watu warefu kama bata hawa, kuwatapeli wanasahau hadi pesa, lakini sio Lika, mke wangu Lika. nampenda sana naye ananipenda. Tena mmesahau kitu kimoja, Lika ndo atapokea pesa, naona maana yake, mimi mume wake ndo nazungumza na yeye. Nikitaka kumpigia nasema, Lika, mama baki na hizo pesa, baadaye nirudi mjini tunaanza maisha mapya. Unaona, sasa nyinyi msilete mambo yenu ah, msilete mambo yenu. Mm. Sasa, ikifika muda sasa ndo Rika natutapeli. Eh, si i nimekuambia sasa. Ah, let's go. Okay. Eh, acha sasaet na ombieni bwana. Hawezi kutapeli. Hawezi. Alo, Rika, mbona nipigia simu? Mda tunatafuta mimba, akumbe hiyo siku moja tu ilishika. Mara moja ikakamata sana. Sawa, usijali, nimekusikia. Basi nitaona nini nakufanya. Let's go. Isitoshe, sio hata kusema kama nilifanya kitu kya, kya sana zaidi kama wale wengine. Ilikuwa pale shuleni, yalikuwa ameenda chuoni. Afu alienda kukojoa na mi nikiamua kumfata tu nikamkuta, amemalizia kukojoa eh, kule chuoni, alafu na mi nikaingia tu mara moja kama kuku nono. Kalitoka mbio mbio mara moja kama kuku. Wenzangu, maanake nilipiga ma. Nikajisikia sikia vizuri tena sana lakini, mara moja mimba ikashika. Alafu mi mwenzenu najishangaa sana kwelikweli kwelikweli. Aya, ay, ay, mapenzi ya Mungu kwelikweli eh? Kamoja tu tena mambo ambayo bisi siku ya andaa, alafu mara moja Mungu ananipea mtoto. Mi naona hii shida, naona hii shida wezangu, alafu mi naona kitu kimoja, Mungu mwenyewe mi sijua alikuwepo pale, kwa sababu naona huyu kitoto kama si kilema ataweza kukosoa na nywele ama masikio, kwa sababu ilikuwa tu haraka haraka, akukuwa maandalio <laughs> Nimekosa, nifanyeje? Jameni, ngalau ameniambia kesho asubuhi niende. Mwenzangu nikolu na shida tena, shida kubwa ni siku zote. Nakushauriaga fanyaga punyeto. Kwa hiyo shida lako tena ni shida kubwa. Sisi maskini, mpango wetu wote umefili. Shule tuna deni na nyumbani tumeondoka, wazazi wajuu wapi tulipo. Kwa hiyo mimi nitakushauria kitu kimoja, Richard, naomba hii mimba tutoe. Kutoa mimba? Ndio, ndio. Sasa tutafanyaje? haito kugharimu pesa, ni kuchukua tu majani ya kahawa na maragwe, natwangatwanga, mpatie akunywe na mimba yenyewe itatoka. Na hata ikitoka, mi nakushauria anja punyeto, anja punyeto, mzee. Ok, sawa, hasa mi nitafanya hivyo. Kwa hiyo mimi naona nitafuta hizo dawa, sawa, afu kesho asubuhi niende mjini.

Polisi. Kama polisi imefika huko, tumekufa. Jamani, mimi sipendi kwenda jela bora tupasua mulima tufike mpaka Kisangani. Kisangani, Kisangani kwa miguu hata tuende mpaka Kisangani kwa miguu, polisi pia watafika huko. Kwa hiyo mi nimeona cha maana ni kupasua hapa paka kiijikia tatu. Hapo kuna mganga atatuchanja na akituchanja, tunapambana na hao askari. Tukipata silaha, basi tunapora ng'ombe mbili tatu, na pesa zingine za kutoa nje ya nje. Kwa hiyo ndio hivyo, James tuchanje tu waasi. Yes, na kama na idea nyingine tofauti na hiyo, basi fanya hiyo.